Tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Busanda kupitia barua yenye kumbukumbu namba CAB .95 mkwaju 226 mkwaju 02c mkwaju 140 ya tarehe 28 na Februari mwaka huu kutoka kwa katibu tawala wa mkoa wa Geita. Hivyo, kwa mujibu wa kanuni ya kumi na nane ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka ishirini ishirini na nne Tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo lililopendekezwa kutembelewa ni jimbo la Busanda lililoko halmashauri ya wilaya ya Geita. Katika... katika kikao hiki ambacho tunaamini kitakuwa kifupi, tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi mliowasilisha. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo imewasilishwa tume. Hivyo, Kaimu mkurugenzi wa uchaguzi atawasilisha kwa njia ya PowerPoint taarifa hizo, ili kikao kiweze kusema ni sahihi ama vinginevyo. Aidha, napenda kuwakumbusha kuwa iwapo kikao hiki hakitakubaliana na taarifa zilizowasilishwa za kuomba kugawanywa kwa jimbo, mchakato huu tutaurejesha kwa katibu tawala wa mkoa ili uanze upya kwa kuzingatia maoni na ushauri wa wadau ambao utaanzia kwenye baraza la madiwani, kamati ya ushauri ya wilaya na kamati ya ushauri ya mkoa, kisha kuwasilishwa tena tume. Na pengine niseme tu kama angalizo kwamba mchakato huo unaweza ukapishana na kalenda ya utekelezaji wa majukumu ya tume. Mheshimiwa diwani wa Geita DC jimbo jipya lililopatikana kwa kweli, kama ni keki leo sisi wanageita tuna hot cake. Tunashukuru sana, tunapongeza kitianga zote za tume, lakini mimi lapango imekuwa nasema nachomekea tu, mwanzo wa mara mwezi ni mwisho wa nyota. Yawezekana kabisa tume tulionayo hii ikaenda na furaha zetu za makofi tuliyopiga mwishoni sisi watu na makofi na vigeregere, tena mpaka magoti. Mimi magoti nitapiga kwamba tuma, wakati mnakwenda mnajua, tumemaliza jimbo na tumepitisha kwa fulaha, lisibadilishwe liitwe jimbo la Katoro kwa population ya watu na mpitisho wa, wa njia za miundo mbinu ni Katoro na kutundwe kwa ujumla. Lakini mjue tukipitisha jimbo siku moja, basi ifikiliwa hata halmashauri. Eh, endelea. Asante sana mwenyekiti wa kikao hiki. Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Sengerema, ni katibu wa chama cha CCK. Awali ya yote, mheshimiwa mwenyekiti, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa sababu nadhani mchakato wa hushaji wa jimbo jipya la Katoro ni mchakato ambao ni mchakato uko sahihi na mchakato ambao ni, ni, ni, ni, ni, ni mzuri. Tukiangalia na jiografia yawezekano umezunguka kuangalia mazingira ya jimbo jinsi ilivyokuwa na Busanda kubwa pamoja na jiografia yake sio rafiki sana nadhani kwa mchakato huu utakuwa uko sahihi, kwa sababu hata tume ya taifa huru tunapongeza sana kwa kuleta mchakato kwa, kwa, kwa wakati mwafaka zaidi, kwa sababu mbunge mmoja kuhudumia jimbo hili ina asili kama vile mbaramwezi. Ni kubwa sana hapa tulipo, ukiangalia inafika mpaka hapa na hapo ulipokaa inafika mpaka hapa. Kwa maana hiyo, jiografia hii nadhani tuwapongeze sana tume huru kwa kuleta mchakato na mchakato umeanzia kwenye vikao vya halmashauri pamoja na BCC na RCC pia kwenye kikao hiki na kutoa ithibati uliyoitoa kwa namna ambavyo hoja zimehudhurishwa kwetu, hii inapeleka ujumbe ya kwamba mkoa wa Geita sisi ni wamoja, lakini ni waumini wa, wa kuheshimu maamuzi tunayokubaliana kwenye vikao halali katika mkoa wetu wa Geita. Lakini waheshimiwa madiwani wamethibitisha, mambo ya baraza yalikwenda vizuri wa DCC wamethibitisha, wa RCC wamethibitisha, na wadau wote wamethibitisha, na hii ndio taswira ya mkoa wetu wa Geita na ndio heshima ambayo mkuu wetu wa mkoa ameendelea kuiimba na kuijenga wakati wote. Nawashukuru sana wajumbe kwa namna ambavyo imethibitisha.